Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa idhaa ya Lufa Africa Media, na bila shaka hapa leo nina vijana wenye nguvu zaidi wanataka kuchangia mada fupi hapa kidogo tu. Kuna hili wazo kwamba unajua, siku zote siku hizi mambo mengi yamekuwa biashara. E, kitambo kulikuwa na utofauti mkubwa sana kati ya taaluma na biashara, lakini siku hizi pata kwamba mpira yenyewe umefanyiwa biashara, kuna wachezaji wanauzwa na kadhalika. E, sokoni kila kitu kinauzwa, hata kuna kazi ambazo zinauziwa watu kibiashara, nani ana hela kubwa na kadhalika. Sasa swala hili la biashara unapata kwamba limeingia mpaka kwenye dini. Kuna watu ambao wanafungua kanisa kama mfumo wa biashara, yani kuvuta hela. Je, bwana Mtoro, labda labda tukijitambulisha, huyu ni Mtoro, huyu ni bwana Agasti na, e, na huyu ni bwana Kizito. Bwana Mtoro, unahisije swala la kanisa kuwa biashara. Je, inafaa hivyo ama haifai? Naam, swala la kanisa kuwa biashara au dini kwa jumla kufanywa kuwa biashara sidhani kama ni jambo nzuri au si ati, sidhani yaani, si jambo nzuri kufanya mahali au sehemu ya Mungu kuwa biashara, kwa maana hata Bibilia yenyewe inasema kwamba tulipewa bure, toeni bure. Ina maana kwamba zile fedha ambazo tunazitoa kama sadaka kama huyu mhubiri, ama kama kasisi au shehe, kama anataka matoleo, wacha mtu atoe kile ambacho ako nacho. Kama nina shilingi kumi na nahisi hicho ndicho Mwenyezi Mungu amenibariki nacho, wacha niende nikatoe. Kama nina milioni ishirini, basi niruhusu niende nikatoe hizo pesa zangu mimi mwenyewe bila kushurutishwa, au bila kuwa na shuruti ya kwamba ni lazima nitoe hela fulani, au nitoe kwa sababu ni biashara ya mtu fulani yani Jumapili kama sitakuwa na hela ina maana kwamba au hata pata siku faida. E, hata pata faida ama labda pengine nitazuiwa kuingia pale kwenye sehemu ya kuabudia hmm. Yaani swala la kanisa kufanya biashara sidhani kama ni jambo zuri kulingana na mimi, na swala la dini tu kwa ujumla kufanya biashara sidhani kama ni sahihi. Vipi wewe, Bwana Agustino Kesa, labda unaungana naye ama unapinga, unasema kwamba angalau iwe biashara, ili unajua pia kuwa kasisi ni kazi nyingine tu kama walimu, daktari na kadhalika, ni kazi ambayo pia anahitaji mahitaji ya kimsingi, na labda akitoa pale kipato chake, labda ni vizuri <laughs> Kwanza nitaanza eh, kwa kupinga. Ukisikia swala la dini unapata ile taswira ya mahali patakatifu na mahali patakatifu, sidhani ama sioni kwa nini biashara iingizwe kanisani, hmm. Na pia lile lengo au yale maudhui ambayo yanapaswa kujitokeza pale, nadhani yatapotea, kwa sababu makanisa yatajaa lengo likiwa ni kutengeza faida, iwapo mhubiri amesema lazima kama unapoingia kwenye kanisa langu lazima uje na shilingi hamsini. Kuna mkasisi mmoja sitamtaja jina niliona akimwaga hela fulani pale akisema ni kidogo sana waumini wake watoe hela. Naam, ningependa kuuliza ikiwa itakeuzwa biashara, uoni kwamba pia mimi naweza kufungua kanisa ili labda nipate ile faida ambayo iko mali pale. Lakini kuna utaratibu wa kufungua kanisa siku hizi, sioni ule utaratibu kusema. Tore, ulitaka kusema nini? Ulitaka kusema hivi, kwanza ikiwa kama kanisa au mahali patakatifu Mfano, msikiti utafanywa kuwa biashara hiyo haitazuia idadi ya wale ambao watakwenda pale kupungua. Mfano, unapata wakati au jamii inayotenda dhambi na kukumbwa na ghasia. Mfano, kama leo hii kwende kule kwenye nchi ya Thailand ambako walipatikana na ghasa, eh, kisa cha mtetemeko wa ardhi. Ukienda kwa wale watu washawishi kwamba dunia inaisha, waambie njooni na pesa, kwa sababu dunia inaisha, njooni niwaombe wale watu watakuja pale. Ina maana kwamba jamii yenye matendo maovu ama jamii ambayo inaishi kwa kutenda dhambi, wao kwa kutumia pesa zao watahisi kama hizi pesa nikimtolea yule mchungaji atuombee, ina maana kwamba nitakuwa nimepata suluhu. Kwa hivyo, dhana ya kufungua makanisa mengi ama misikiti mingi ili kufanya biashara halitazuia ile biashara kukosa kutendeka, bali litaongeza watenda dhambi wengi, watenda dhambi wengi ambao watadhani kwamba kwenda kule kwenye sehemu za dini kama njia ya kujisaidia ama kujikomboa ama kujikomboa, naam. Kwa hivyo, safi sana, tukikuja kwako Bwana kwa Kizito, na tukizamia haswa hili swala la e, siasa na dini, haswa katika nchi yetu tukufu, kumekuwa na, hivi majuzi, kumekuwa na wanasiasa wengi tu ambao wamejifunga katika kanisa, wanasema kwamba Mungu mbele wanakwenda pale na hela nyingi tu, wanamwaga pale, wanasema tujenge kanisa eh, makasisi wale vizuri. Unaisije siasa, wanasiasa kujihusisha zaidi na kanisa, hasa ku, kujenga kanisa zaidi kwa kutumia hela nyingi. Na uh, nimewasikiliza wenzangu wakizungumza tena kwa makini mm. nimesikiliza kauli zao, lakini kuna jambo ambalo ningependa lingependa nikukumbushe ni kwamba mm -hmm. Kwa, uh, chanzo cha biashara katika, uh, katika dini ni jambo ambalo halijaanza leo. Kuna wakati niliwahi kuwa msomi mzuri wa Biblia. Nakumbuka Masihi akiotandika sana watu na kuwatoa kwenye hekalu mm. Sababu gani walikuwa wanafanya pale? Walikuwa wameanza biashara kwenye kanisa. Na ujue kama binadamu tuna hulka ya kuiga na tunaiga kile ambacho tunaona mm. Ujue, kumbuka kwamba sisi tayari tunajua kwamba Masihi alisha kwenda, kwa hivyo kuna uwezekano asirudi kututandika pale kanisani, kwa hivyo tuna uhuru wa kuendeleza zile biashara. Pili, nataka niseme hivi ya kwamba, uh, katika ulimwengu wa sasa dini limefanywa mahali ambapo sio makao tena ya Roho Mtakatifu bali dini limegeuzwa kuwa au kanisa limegeuzwa kuwa mahali pa Roho Mtakatifu. Ndio maana unaona kwamba kwa sababu tuna azma na malengo yetu ya kisiasa, kwa hivyo ni lazima tuwekeze pale katika kanisa uh, tukiwe na lengo la baada ya baada ya kipindi fulani tutarejea pale, tuambie kwamba hili kanisa lilijengwa na zile fedha ambazo nilitoa. Kwa hivyo, ni kirejea katika uh, shughuli zangu za kuomba uh, kura, najua kwamba halitakuwa ni gumu, halitakuwa swala gumu. Pili, pili hawa viongozi hawa kuna wakati tumekuwa tena na mikasa ya kwamba kuna watu walio walio, walio teketezwa kwenye uh, hekalo fulani wakati fulani. Kwa hivyo nadhani pia wanaitumia hii kama mbinu ya kuweza uh, katika Kiingereza tunasema to redeem themselves eh? Na kwa sababu niliona kutenganisha na kanisa, wacha angalau nianze kurejea, kwa sababu najua kwamba huko kama mwanadamu, na hakuna mtu ambaye hapendi pesa na, kama una shauku na hilo, nilisema katika video pale nyuma ya kwamba uh, jaribu kumuuliza kumuuliza kumuuliza Judas akwambie thamani ya shilingi 30 kwa hivyo utajua, utajua ile thamani. Kwa hivyo nadhani pia ujue kwamba hao wanaotoa hizi fedha katika yale makanisa ni wanasiasa, na ujue kwamba hao wanasiasa wenyewe wamekwenda katika bunge wakasema kwamba japo tunatoa hizi pesa, wanajua kwamba hizi pesa zitarudi. Zitarudi vipi? Kwa sababu katika, uh, katika zile fedha ambazo zinatolewa katika ibada zimekadiriwa, kuna asilimia fulani inarudi wapi inarudi wanatia kwa hivyo kulia, kulia, kulia nahe, nahe, wanatua kushoto, na kushoto. Kwa hivyo hizi ni falsafa ambazo labda wale, wale wachungaji katika baadhi ya uh, dini hawajaweza kuzitambua kwa sababu ukiangalia katika, ukisoma katika zile Church Council of Kenya CCK, nimesikia hivi juzi wakiwa wanalalamika kwamba kwa, uh, serikali imewafinya sana kwa sababu Uh, kile kiwango cha ushuru ambacho wamewekewa kama uh, katika kila ibada kimekwenda juu, kwa hivyo ina maana kwamba wamezidi kupunguza mapato yao. Ndio kwa sababu naona kwamba uh, baadhi ya wachungaji wamezidi kuwa bunifu. Kuna wale ambao wanatumia potassium permanganate, tukiweza kuchanganya na maji inatoa aina fulani ya muujiza, hivyo basi kuwavutia nini, kuwavutia baadhi ya waumini wa kwa sababu ya kutojua waumini ambao labda hawasomi maandiko kwa sababu andiko, nilipokuwa msomi mzuri wa Biblia, kuna mahali ambapo andiko lilisema hivi kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu wamekosa nini, hekima na maarifa. Hawajui kwamba potisha pamanga nikichanganya na maji itatoa uh, rangi nyekundu, hivyo nikamwambia wewe, ulikatwa hapa na mganga fulani akakatia kitu fulani, wacha tukaweze kuondoa kwa ishara ya rangi nyekundu. Na una, unashawishika tu nakwambia, leta shilingi elfu saba utatoa kwa sababu ya ukosefu wa hekima. Kwa hivyo umefichua mambo mengi ambayo nafikiri watu ambao hawajazamia masuala hayo sana wamefunguka macho kuona kwamba huyu mhubiri ubi anafanya um, hivi na hivi. Kwa hivyo labda umesema mengi ya kufumbua watu macho. Sasa unashauri vipi swala hili la wanasiasa kumwaga hela kwenye kanisa wakisema kwamba Mungu ndiye anafaa kuwa mbele? Ndio, uh, mimi labda nikiweleza kile ninachojua katika katika maisha yangu ni kwamba hauwezi kumhonga Mungu. Kumbuka utawahonga hawa binadamu ambao labda wamevalia ngozi za kondoo, lakini, lakini siyo kondoo tunavyojua. Utawahonga ufanye kile ambacho nataka, lakini atakayetoa hukumu ya mwisho nani? Ni yule Mungu ambaye tuna kwa kutumia fedha zetu. Kwa hivyo kwa hivyo hili swala la labda labda, labda viongozi kuweza kumwaga pesa au fedha pale kanisani, nadhani hawaifanyi kutokana na hekima, niseme wanaifanya hivi kutokana na upumbavu, kwa sababu katika hadithi fulani ikisoma katika zile baadhi ya nyaraka zilizoandikwa, kuna huyu mama ambaye alikuja kutoa na akatoa shilingi moja, na Yesu akasema kwamba huyu ndiye huyu ndiye mtoaji bora, kwa sababu alitoa kutokana na, na moyo, na hakuna aliyejua, hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kutambua kwamba huyu huyu mwanamke ametoa shilingi moja. Kwa hivyo katika ule utoaji wetu sioni haja kwa nini katika utoaji wetu pawepo na video za kunasa aa, na wanahabari kunasa zile aa, ule mchango wetu wa kifedha na kutangaza hadharani. Kwa hivyo ina maana kwamba hao ni watu ambao wamejazwa kasumba fulani wakiwa na nia fulani. Pili, uh, nikitazama naibu, naibu, naibu rais ama nimuite aibu rais wa nchi fulani kule, kule kule taifa hey. Fulani ambalo sitaki kuvitaja yeah. uh, ilipofika wakati wa kuweza kutoa mchango niliona akiwakataza wapiga picha kwamba kila mmoja akaweza kuzima simu yake angalau yale maswala yasiweze kuweka kwenye, kwenye, kwenye mitandao. Hmm. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba uh, watu tayari wameshakumbuka macho. Wamejua wamejua kwamba nyinyi ni watu ambao hamna nia njema na sisi. Kuna malengo ambayo mnataka si kupitia sisi yakaweze kutimia. Kwa hivyo ina maana kwamba hili swala hawalifanyi kutokana na labda na ule moyo wa kwamba mtoe mkono wa kulia ukitoa kushoto usijue usi Hmm. Ni wanafanya wanafanya kushirikisha mkono wa kulia na wa kushoto wakiwa, hmm. na lengo ambalo bila shaka sio lengo zuri. Naam, vizuri sana. Kwa hivyo bwana Mutoro, hmm. labda tukielekea, tuki, tamati hmm. Uh, kuna hili swala, kuna baadhi ya makanisa hapa nchini ambapo makanisa makubwa tu madhehebu e, hapo manyuma pale wamekua wakipinga. Kuna wale ambao walirejesha hela nyingi sana kutoka kwa kiongozi wa nchi, naarejesha kwamba sisi tutaki kutumika kisiasa sisi tunajiwezo sisi tuna kila kitu, na isije kusuhia watu. Ni muhimu wa ama amitiri, nadhani kwa mwanzo eh, kutoa ni moyo kusambe na ta mwanzo. Huyu ni rais wa nchi, japo anastahili heshima zake kwa kutoa na kushiriki katika ujenzi wa kanisa, bali ujenzi wa kanisa haufai kuchukulika kama kujenga majumba ya kuabudia. Yani usiseme unataka kusambaza dini kama ni Kikristo ama ni Uislamu kwa kutujengea makanisa kwa nia ya kutaka kupata faida fulani, bali jenga taifa na jamii ambayo itaonyesha ama itadhihirisha ule utakatifu hata bila hiyo kanisa ama hilo jengo. Yani huyu rais ama huyu kiongozi kwa kutoa zile pesa angenyenyekea, mimi leo nawasaidia kutoa na kujenga hili jumba, japo hizi pesa nimezitoa mahali hapa na mahali hapa, tushiriki kwanza katika ujenzi wa taifa. Tushiriki kwanza kwa mambo muhimu kama mfano, tuanze kwa kujenga shule, tuwaelimisha hawa wananchi, tuwafanya waelewe tofauti ya kanisa na dini na tofauti ya maendeleo ya kibiashara na elimu katika ujenzi wa taifa ni upi? Kwa sababu inakuwaje, utajenga kanisa wakati watu wana njaa? watu watakuja pale ndani wapigania, wakati kuna visherehe kidogo kidogo, unapata watu wanapigana mapanga kwa sababu ya mlo. Yaani hata hapa hakuna chakula, japo umewaletea jengo. Ina maana kwamba tengeneza pengine, mm. anajenga kanisa, watu wananjaa, ndio, naam. Lakini hangejenga kanisa labda mawazo wake, watu bado wangeendelea kuwa na njaa. Lakini kwa kujenga kanisa watu watakwenda pale waombe Mungu, kisha Mungu atawasaidia wasiwe na njaa. sasa hiyo inaitwa misplaced priorities okay, yeah. Yaani, tunatumia njia moja ya kujificha yaani hapa hivi, nadhani lengo la kutoa hizi pesa sio kujenga taifa ama kujenga kanisa, bali ni lengo la kujinufaisha kibinafsi <coughs> au, au kisiasa, na kwa na, mfano na, na, ya namna hiyo, ina maana kwamba wakati kiongozi anatoa hizi pesa kanisani wacha atoe pesa hizi baada ya kutekeleza mambo zingine muhimu. Huyu kiongozi tulimchagua aweze kutusaidia katika ujenzi wa taifa, kujenga barabara, kuleta stima, kutengeneza miundombinu. Unajengaje kanisa wakati njia ama barabara ambayo umetumia kwenda pale kanisani ni mbaya? yani, majenga barabara hii, hata barabara yenyewe haijajengwa. Barabara zilizoko nchini Kenya ni ni, ni miradi ambayo ilianzishwa na rais aliyekuwa awali hmm. hakuna maji hakuna stima. Wanafunzi hapo hata ambao unataka waelekee kwenye zile sehemu za ibada hawajasoma, hawana elimu. Unataka inji gani? Inji gani hii ambayo unataka kuijenga ambayo haina elimu, wananchi ambao wanateseka kwa chakula eh? Angalia nchi ambayo inatekeseka hadi mpaka wa sasa katika kupata chakula eh? Hawa unawajengea jengo la kanisa, waende waombe, wawezeshe kutengeneza katika biashara wawezeshe wajinufaishe katika ukulima na uwezeshe waweze kujitegemea. Naam, vizuri mm. Sana, Bwana Wekesa, labda tukielekea mezo mwisho, uh, tumesema mengi, tumelaumiana kuhusiana na wanasiasa, dini na kadhalika na, na biashara vipi, uh, labda unashaurije ili tusiendelee kuwa na lawama na kama hizi, mwanasiasa anapoingia kanisani? Kwa sababu tuwezi, tuwezi, hatuwezi tukasema sasa wale wa, waondoe kanisani kabisa, wanapoingia pale, afanye nini achukuliwa kama muumini wa kawaida, keti kule nyuma, au uendelee kuwa watukufu, watengewe sehemu pale mbele, watoe hotuba? Juzi nisikia kuna wengine wamezuiliwa kabisa wasitoe hotuba. e, si, si, kwa sababu sio kitengo cha kisiasa bali ni dini. Unaonaje nafasi ya wanasiasa kwenye kanisa ama kwenye dini? Jua hivi kwanza, kabla sijatoa maoni hmm, e, ni vizuri tuelewe hizi dhana tatu fasaha kuna dini, kuna biashara hmm, na kuna siasa na siasa. E, yale ni mambo matatu ambayo yana maana tofauti kabisa. Hivyo kila dhana ina sajili yake, na inapokuja kwa masuala na dini, sioni mbona kiongozi anapoingia kanisani atengewe sehemu maalum. Ni, ni vizuri ajumuike pamoja na wale waumini wengine hamna haja ya kuleta ule utofauti kwa sababu dini tunaabudu Mungu mmoja na, na sote tuko sawa hivyo, sioni haja ya kutengea nafasi maalum, wala asipewe nafasi ya ku labda kusalimia watu, ama pengine labda akitambuliwa afanyie kule nyuma tu hello. Hivyo sioni, hata asifanye hivyo sijulikane. ha, ha, ha, yani, hata watu ambao hawatamwone wasijue tulikuwa na rais ama naibu rais hapa. Uh, anaweza tangamana na, na, na watu kabla au baada ya ibada. Baada ya ibada. Oh. Hiyo ni mambo ya kawaida lakini hapo katikati awe muumini wa kawaida hmm. Vipi bwana Kizito, labda tukimalizia, tukitamatisha, unatamatisha na kauli yako kuhusiana na swala hili zima la dini uh, siasa, labda pengine na biashara, unaweza ukashauri vipi, tufuate mwenendo upi, kama wananchi, kama viongozi, mambo kama Uh, kuna jambo bado ninajua najua jua, hili taifa letu ni taifa ambalo japo tunang'ang'ana sana kupiga hatua, lakini zile hatua ambazo tunachukua mm -hmm. tunazitia katika mazoezi ili kupiga hatua ni hatua ambazo hazina o hatua ndani mwake mm -hmm. uh, kwa kauli hiyo na maana hivi ni kwamba uh, sio kwamba katika taifa letu ndipo tuna kiongozi ambaye anajulikana katika utoaji mm -hmm. katika utoaji, labda katika kuendeleza na kujenga labda madhehebu ma uh, kuna mataifa mengi ambayo viongozi wao huenda kanisani lakini hatujakuwa na visanga kama hivi vyetu, bila shaka. Kwa hivyo kama Wakenya tunafaa tujiulize kwanza, kwa nini sisi? Pili, pili ni kwamba ujue katika kila dhehebu kuna, kuna, kuna taratibu ambazo zimewekwa kwamba kuanzia saa fulani saa fulani saa fulani mpaka saa fulani tutakuwa tutafanya hivi, lakini kwa sababu ya kwa sababu, ya, kwa sababu tumemfukuza Roho Mtakatifu tukamkaribisha tuka Roho Mtakatifu. Kwa hivyo akiingia mheshimiwa au mwizi wa miwa tunampa nafasi pasipo kuzingatia zile taratibu ambazo tumeweka. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tumefanya, tumefanya, tumefanya madhehebu au dini kuwa, kuwa sehemu ya kazi badala ya wito. Kwa hivyo kama, kama dini lako umejifungua kutokana na wito, tafadhali zingatia wito huo kwa sababu uh, nataka niulize hivyo wale ambao wananisikiliza na kunitazama, ni kwamba sio kwamba uongozi li jambo ambalo limeku, limekuja na au kuchipuka katika karne karne ya ishirini na moja. Ilikuwepo wakati wa, wa wa, Wayahudi wakati wakati the the the the Pharisees the scribes and, the, and the Sadducees but these things never happened kwa okay? kwa kwa nini nini nini we we want kuwa, we want sisi tunataka kuwa to be a a a peculiar peculiar nation the chosen nation chosen maybe in a negative way Russians. Ah, uh, uh, hilo ni swali ambalo uh, nafaa tufikirie na kujiuliza kama waumini je, tumemkaribisha Roho Mtakatifu au tumemkaribisha Roho Mtakatifu pili? Pia waumini, ujue kwamba ujio, ujio wa dini kwanza, dini ni swala ambalo ni in English we call it a human construct, ni jambo ambalo tumeweza kujengea katika fikira zetu, kwa sababu a, Yesu hakuwa Mkristo. Sikuwahi sikia Yesu akisema kwamba sasa mimi ni Mkatoliki, mimi ni SDA, mimi ni, ni Mwislamu. La, yeye alikuja kuhubiri, he came to preach about serving humanity. Lakini unajua Yesu hawezi kuwa Mkristo kwa sababu yeye ndio Kristo. Yeye ndio mwanzilishi, wanaomfuata ndio wa Kristo. Naam, bila shaka. Lakini hatumfuati ufwa, hatu kwa uli, zile taratibu ambazo waliweka tunajaribu kubomoa utu kila kwa kutumia hizi fedha ambazo, ambazo tunapewa kwa sababu. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu juzi tuliona wakipinga hawataki pesa katika lile kanisa pale, hmm. Kilichofuatia kilikuwa kipi? Ni watu kupigwa risasi, watu kupigwa viboko. Kwa hivyo, je, huo ni kujenga utu? Huko sio kujenga utu. Kwa hivyo ninachosema ni hivyo kwamba ni vizuri sana kama Wakristo ya kwamba tuweze kufunguka kimawazo, tufikirie na tuache kutumika, kwa sababu tumekuwa watumwa. Tulikuwa watumwa wa koloni kwa kutumia Biblia hii. Kwa hivyo ni wakati, kwa sababu tumeenda shule, tuweze kutumia yale maarifa na hekima ambayo tulipata katika shule kuweza kutathmini masuala muhimu kupitia ile Biblia ambayo tulipewa na tusiweze kuchanganywa, tusiweze kuchanganywa uh, kwa kigezo cha fedha na kama uh, f Yuda ambaye, ambaye pia alichanganywa sana kwa kigezo cha fedha, kwa sababu yeye alienda kanisani akiwa na ajenda tofauti. Alihisi kwamba kwa kumfuata Masihi huenda nikawa tajiri fulani, alihisi kwamba huenda nikimfuata Masihi nitakuwa na fedha au mtajiko katika dhehebu. Kwa hivyo wewe, kama Mkristo ambaye unakwenda katika dini, jua malengo yako, jua azma yako na kile ambacho kimekupeleka katika lile dhehebu fulani mm. Na bila shaka tutajenga, tutajenga taifa ambalo linajielewa. Tutajenga, tutajenga madhehebu ambayo bila shaka yanamtafuta Mungu katika haki na kweli namasante. <coughs> <coughs> <coughs> Haya mambo ndio kama hayo. Nafikiri umeweka, asante sana Bwana Kizito, umeweka bayana sana masuala, yani maswala eh, wazi kabisa kuhusiana na dini. Yani tusichanganyikiwe ikija maswala ya dini na maswala mengine ya kidunia kama vile siasa na biashara. Kwa hivyo asante sana uh, mtazamaji wa Lufa Africa Media. Asante kwa kuzidi kuwa uh, loyal kwetu kwa kuzidi kufuatilia na kusambaza maudhui yetu yaweze kutazamwa na watu wengi iwezekanavyo. Endelea kutufuatilia, kama hujafanya subscribe, hakikisha unafanya vile pale, na tuzidi kushirikiana, na iwapo una maoni ya ziada, basi usiogope kuweza kuchakata pale chini. Tuzidi kuwa pamoja, tupatane wakati mwingine. Kwaheri.